Hello my beautiful people, vipenzi vyangu, leo nimewaleteni mama mkwe Mama Dangote na wifi yetu wifi wa taifa Esma Platnumz. Nisiwe mnafiki jamani, mimi mwanzo nilikuwa na wa mind sana sana. Kwa nini wazuie mtu asiolewe na mtoto wao? Kwa nini? Jamani, kila mtu ana deserve kuwa happy, kila mtu ana deserve kuolewa Mm, kwa nini wamkatalia mtoto wao aoe? Lakini nao moyo wangu umesuzika, moyo wangu umeburudika, na hapo walikuwa wanatupa burudani kidogo ya Kihindi. Mama Dangote, mama la mama mkwe mwenyewe anatamba, tumsikilize kidogo hapa, mkwe na wifi Esma Platnumz wakiwa wanafanya vituko vituko vyao, just a funny video nothing serious on this video. Yeah there's nothing serious, ni just a moment ya mother and daughter moment yeah that's it. so guys enjoy this video mwangalie, ni Mama Dangote akiwa zake anaimbaimba hapo, mwenyewe anajiburudisha e, akiwa na furaha <laughs> ikapata mkwe, mi sijui kama ka furaha ajafurahi yaitendo, lakini let's watch them hapa mm, Esma Platnumz na Mama Dangote mwenyewe mwenyewe kabisa. Hamwezi kumsikia vizuri kwa sababu sauti ya redio iko juu kushinda sauti yake, lakini kajitahidi kidogo. Wao tuendelee kuenjoy hii burudani jamani. <mikin> oldies gold, hizi nyimbo za miaka hiyo. Za kina Sharukani hapa, kina Sharukani hawajazaliwa kabisa. Hii ni back in the days, huko kina Bacha bachani, huko kina Sir Dev, huko back in the days. Ndio hizi nyimbo zimetulia fulani hivi, za wakongwe kama mwenyewe alivyo mkongwe um <laughs> <laughs> Muda si mrefu na Esma naye ataingia na yeye kuimba tumsikie. <laughs> ah, ah.

Haya, mmemsikia mkwe wetu huyo, mkwe wa taifa, atake asitake, mkwe kashapata, akampata bibiye Zuhura. Hebu nifunge mdomo mi, sitaki sitaki kutia fitna. Ya ndio hivyo huyo bwana, ndio mama mkwe wetu, na huyo Esma mmemwona po, ndio wifi yetu. Sasa jamani, mimi i can't wait kuwaona pamoja, maana jambo lishakamilika. Sasa natamani kuwaona Zuchu na na na, na wakwe zake, maana mm, anababaika Zuchu na wakwe zake wakiwa pamoja, kama tunavyojua, kesho kuto aidi kama si kesho kesho kuto aidi, basi hata wakae pamoja. Jamani, mambo kidogo kidogo, yani somo litaeleweka tu kidogo kidogo, somo litakaa pahala pake, somo litaeleweka. Mkwe wanaye, itabidi watambe naye na wifi pia wana mambo lelelele yatusubiri lele. E, kwa hamu tuwaone wakiwa pamoja and uh, mimi I can't wait to see the big wedding. Ama nyi mnasemaje fans wazuchu, fans wa Diamond and Zuchu mnaisubiria hiyo big wedding iwe kushinda hata ya kina JP 2025. Uh, lakini nikaa ishapita ndo jambo la muhimu, lakini pia hawa ni wasanii bwana, tunasubiri tuone tunasubiri tuone li harusi letu hilo harusi la taifa. Yani, the wedding hata ikifanyika mara mbili au ikifanyika mara moja kama ni reception tu, kama itafanyika nini, lakini trust me, hii wedding ni kubwa sana, kwa sababu watu wamepitia heka heka <laughs> sio heka heka, sio Zuchu tu mpaka fans Yeah, heka, heka. If tumepitia you know, you know guys, wenye kumshauri Zuchu walimshauri, wenye kumponda walimponda. Yani tafurani, washauri walikuwa wengi sana, lakini Mungu Bwana akikupangia kitu, Mungu akipanga kama ni yes yes, hakuna mtu yoyote atake kuja kusema no and there's no way ukipangiwa kiwe, yes kitakuwa yes, kitasonga mbele tu. wameongea kina mangi wameongea we mpaka <laughs> wameangukia kwenye siasa e, ili penzi bwana linasonga mbele. mi mwenyewe nilikuwa sipendi Zuchu anavyofanyiwa na Diamond, trust me. kama mwanamke mwenzangu nilikuwa sipendi Zuchu anayopitia lakini, finally she is married now. Who, who am I, who am I to judge? I'm so happy for them. Let's wait for the big, big wedding. Kama itafanyika hivi, but I'm sure itafanyika. Hao ni masta wakubwa bwana, lazima watuweke ka, ka big wedding hivi tukasubiri. Haya, wapi wambea wale? ali na Diamond kekewa gun kakubali, kwa kuwekewa gun jamani e, kalazimishwa. Mwanaume halazimishi kuoa, mwanaume halazimishwi kuoa oh, akipenda amependa, halazimishi jamani, eh? Kwa hiyo haters wa mbea kaeni kwa kutulia, tusubiri tuangalie mchezo unavyoenda jamani. Kidogo kidogo dozi itawaingia kidogo kidogo, wa mbea wa mbea wanafiki wote, kidogo kidogo dozi itawaingia jamani. Fans wa Zuchu nimewaona nini jana mlivyokuwa lele lele kwenye comment yani hey, mpaka nimependa, kila mtu kafurahi kila mtu kafurahi, Diamond kukuthibitisha kwamba yeye ndio mume halali wa Bi Zuhura nimeona fans wa Zuchu wamekuja wame juu wamefurahi wamemwombea dua wamemsifia. Well my beautiful people, mimi sina mengi ya kuongea. Thank you so much kwa kuangalia hii video, usisahau subscribe like and comment for more amazing videos of ama my celebrities. Weka notification yako on ili usipitwe na mambo mazuri na matamu zaidi. Msikilizeni Biadija aliyefurahi, shukrani kija kabla ya umida ameen.